Kabla ya kuwa malkia mtarajiwa, Abigaili alikuwa mke wa mwanaume mpumbavu asiyejali wala kusikiliza, mwanamke aliyeishi katika kivuli cha hatari, kiburi na maamuzi yasiyofikiriwa. Lakini ndani ya upepo wa maangamizi, aliinuka kwa hekima isiyo ya kawaida. Katika ulimwengu wa vita, wafalme na hukumu ya Mungu, alisimama kama taa yenye mwanga wa busara. Hii, mwanamke mmoja, uamuzi mmoja ulioibadilisha historia milele. Hii ni hadithi ya mwanamke ambaye alimtangulia mfalme kwa maono, aliyesimama mahali pa hatari kwa ajili ya familia yake na aliyekubali mpango wa Mungu bila woga. Hii si hadithi ya kawaida, ni safari ya imani, ujasiri na neema ya ajabu. Jitayarishe kuingia kwenye simulizi lililojazwa msisimko wa kiroho, nguvu ya hekima na ushindi wa mwanamke aliyekuwa tayari kuipokea hatima aliyokusudiwa na Mungu. Abigaili, jina linalomaanisha furaha ya baba. Katika tamaduni za zamani za Kiebrania majina yalikuwa na maana kubwa sana, mara nyingi yakionyesha tabia au hatima ya mtu. Lakini licha ya uzuri wa jina lake, maisha ya Abigaili hayakuwa ya furaha, angalau mwanzoni. Alikuwa mwanamke mwenye akili nyingi, hekima na uzuri wa kuvutia, lakini alipata kuolewa na mume aliyekuwa kinyume kabisa naye. Biblia inamtaja Abigaili kama u mwenye akili na mrembo, Samueli wa kwanza 25 mstari wa tatu. Lakini mume wake Nabal alikuwa anajulikana kuwa mkali na movu katika matendo yake. Alikuwa mtu tajiri mwenye kundi kubwa la kondoo na mbuzi, lakini pamoja na mali yote hiyo alikosa kitu kimoja muhimu sana, hekima. Jina la Nabal lenyewe linatuambia kila kitu tunachohitaji kujua kuhusu tabia yake. Kwa kiebrania Nabal ilimaanisha e, mpumbavu. Fikiria kuitwa jina linalomaanisha kutokuwa na busara na ukaidi. Lakini hili halikuwa tu jina lisilo la bahati. Nabal aliishi kama jina lake. Alikuwa mwenye kiburi, mchoyo na hakuwa na ufahamu wa madhara ya matendo yake. Lakini Abigaili, kwa upande mwingine, alikuwa mwanamke mwenye hekima ya kipekee. Hakuwa tu mrembo kwa nje, alikuwa na nguvu ya ndani na akili ya kipekee iliyomfanya awe wa kipekee sana. Lakini kuna jambo watu wengi hulisahau, je, mwanamke kama Abigaili aliwezaje kuishia kuolewa na mtu kama Nabali? Katika nyakati za Biblia ndoa nyingi zilipangwa, hasa katika familia za matajiri. Kuna uwezekano mkubwa kuwa Abigaili hakuwa na chaguo. Wanawake wakati huo walionekana kama sehemu ya mali au hadhi ya familia na ndoa nyingi zilifanyika kwa ajili ya ushirikiano wa kifamilia, si kwa ajili ya mapenzi. Huenda baba yake alipoona mali ya Nabal alidhani anamhakikishia binti yake maisha mazuri. Hakujua kuwa anampeleka katika maisha ya mateso. Lakini jambo la kushangaza ni hili, Biblia hairekodi mahali popote Abigaili akilalamika. Hakuna sehemu anapolaani hatima yake wala hakuna dalili ya uchungu. Badala yake tunaona mwanamke ambaye licha ya kuwa kwenye ndoa ngumu aliishi kwa heshima, alisimamia nyumba yake kwa hekima na akajulikana kwa uelewa wake. Hapo ndipo hadithi yake inakuwa ya kipekee kabisa biblia inasema kuwa utajiri wa Nabal ulikuwa mkubwa sana alikuwa na kondoo elfu tatu na mbuzi elfu moja na wakati wa kupogoa manyoya ya kondoo utajiri wake ungeongezeka zaidi katika siku hizo shughuli ya kupogoa manyoya ilikuwa kama sherehe ya mavuno au wakati wa furaha na ukarimu ilikuwa ni kawaida kwa wamiliki wa mashamba kushiriki baraka zao na wengine hasa wale waliowasaidia kufanikisha mavuno Watu wengi hawajui kuwa Abigaili hakuwa tu mtazamaji asiyehusika katika mambo ya mume wake. Wakati Nabal akiwa bize na tamaa zake, Abigaili ndiye aliyekuwa anaendesha shughuli zote za nyumbani. Alisimamia watumishi, alihudumia mahitaji ya nyumba, na alihakikisha kila kitu kinaenda sawa. Hii ndiyo sababu watumishi walimwamini sana, na ndiyo maana wakati maafa yalipokuwa karibu kutokea, walimkimbilia yeye badala ya bwana wao. Tabia ya kweli ya Abigaili ilionekana kwenye hali ya hatari ya uhai na mauti. Kiburi cha Nabal kilimkosea mtu ambaye hakufaa kubezwa. Mtu huyo alikuwa Daudi aliyepakwa mafuta kuwa mfalme ajaye wa Israeli. Nabal alikuwa na kila kitu mtu angeweza kutamani: ardhi, mali na nyumba yenye mafanikio. Lakini pamoja na utajiri wake wote alikosa jambo muhimu zaidi: hekima. Kiburi chake kilimweka yeye na watu wake wote kwenye hatari kubwa. Wakati wa kupogoa manyoya ya kondoo ulipowadia, ilikuwa ni kawaida kwa wamiliki wa mashamba kuwakaribisha wale waliowasaidia wakati wa msimu. Daudi na watu wake, ingawa walikuwa mafichoni, walikuwa wamewalinda wachungaji wa Nabal dhidi ya wanyang'anyi na wanyama wakali. Bila ulinzi wao wa kimya kimya, kondoo wa Nabal wangeibiwa au kuchinjwa kulikuwa na makubaliano yasiyo ya maneno. Watu wa Daudi walitoa ulinzi na kwa kurudi walitarajia wema. Hivyo Daudi alipomtuma watu kumi kwa heshima kuomba chakula, haikuwa kama walikuwa wakidai, ilikuwa matarajio ya haki. Ujumbe ulikuwa wa heshima: amani iwe kwako, na amani iwe kwa nyumba yako, na amani iwe kwa vyote ulivyo navyo. El Samueli wa kwanza 25 mstari wa sita. Daudi hakuomba utajiri, aliomba tu chakula na kinywaji kwa ajili ya watu wake. Lakini Nabal, kwa tabia yake ya kawaida, alijibu kwa dharau na kejeli. Alisema kwa dhihaka, Daudi ni nani na huyo mwana wa Yese ni nani? Samueli wa kwanza ishirini na tano mstari wa kumi. Maneno yake hayakuwa tu ya kukosa heshima, bali yalikuwa ya hatari kwa kujifanya hamjui Daudi, Nabal alimkataa mtu ambaye Israeli tayari walikuwa wakimtambua kama mteule wa Mungu. Kisha kwa kiburi kikubwa akamshutumu Daudi kama mtumwa aliyetoroka kazi. Hii ilikuwa makosa makubwa. Nabal hakumkataa tu Daudi kwa heshima, bali alimwaibisha hadharani. Wakati watu wa Daudi waliporudi na ujumbe wa Nabal, subira ya Daudi ilikatika hili halikuwa tusi la kawaida, ilikuwa changamoto ya moja kwa moja. Daudi askari aliyekuwa amezoea vita, aliwahi kupambana na majitu, majeshi na usaliti, lakini aibu kama hii haikuvumilika. Hasira ikamtawala. Bila kusita, aliamuru watu wake mia nne wajitayarishe, kila mtu ajifunge upanga wake. Samueli wa Kwanza 25 mstari wa 13. Nia ya Daudi ilikuwa wazi, hakuna mwanaume hata mmoja katika nyumba ya Nabal angepona. Hali hii ilikuwa ikielekea kuwa umwagaji mkubwa wa damu yote kwa sababu ya maneno ya mtu mmoja mpumbavu. Lakini hapa ndipo watu wengi husahau, Nabal hakuwa na habari kabisa juu ya aliyoyafanya. Alizungumza kwa ujinga, kisha akarudi kula na kunywa divai kana kwamba hakuna kilichotokea. Wakati huo huo, hatari halisi ilikuwa inakaribia kutoka milimani. Daudi na watu wake walikuwa wanakuja wakiwa wamevaa silaha wakiwa tayari kutoa hukumu. Lakini katikati ya maangamizi yaliyokuwa yanakaribia, mtumishi mmoja alitambua kile kilichokuwa kinakuja. Mtumishi huyu alijua kuwa Nabal alikuwa kichwa kigumu na asingesikiliza. Badala yake alimkimbilia mtu mmoja aliyekuwa na hekima ya kuchukua hatua ya Abigaili. Muda ulikuwa unayeyuka. Je, Abigaili angeweza kuzuia maangamizi kabla hayajatokea? Mzigo wa haraka ulijaa moyoni mwa Abigaili wakati mtumishi alimaliza kueleza. Daudi na watu wake walikuwa wanakuja wakiwa na hasira, wamejihami na wako tayari kufuta kila mwanaume katika nyumba ya Nabal. Hakukuwa na muda wa kubishana, wala wa kuongea na mume wake ambaye huenda tayari alikuwa mlevi wa divai. Kama Abigaili asingechukua hatua mara moja, kufikia asubuhi nyumba yao yote ingekuwa majivu na damu. Hakupoteza muda. Kwa ustadi wa mwanamke aliyekuwa na uzoefu wa kusimamia mali nyingi, aliamuru watumishi wake wakusanye vyakula himikate mia mbili, viriba viwili vya divai, kondoo watano waliokwisha kuchinjwa, nafaka iliyokaangwa, zabibu kavu, tini. Aliwaagiza wapakie vyote juu ya punda. Hii haikuwa zawadi tu, ilikuwa sadaka ya amani. Lakini jambo alilofanya baadaye liliwashangaza wengi, aliondoka bila kumwambia Nabal. Katika wakati ambapo wanawake walitegemewa kuwa watulivu na watiifu, Abigaili alichagua ujasiri badala ya mila. Alielewa jambo ambalo mume wake hakulielewa, Daudi hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa mteule wa Mungu. Kumkataa Daudi ilikuwa ni kumkataa mpango wa Mungu. Abigaili aliona kile ambacho Nabal hakukiona. Daudi alikuwa amepangiwa kuwa mfalme, na hasira yake haikupaswa kuchukuliwa kimzaha. Akiwa anaendesha haraka, upepo wa usiku ukimbusa usoni, Abigaili alikaribia njia ambayo Daudi na watu wake walikuwa wakiteremka. Aliweza kuwaona sasa, wapiganaji mia nne nyuso zao zikiwa ngumu kwa hasira, panga zao ziking'aa kwa mwangaza wa mienge. Daudi mwenyewe alikuwa mbele, uso wake ukiwa umejaa ghadhabu ya haki. Walipokuwa wakikaribia, Abigaili alifanya jambo ambalo mwanamke wa heshima asingethubutu kufanya: alishuka kutoka kwa punda wake na kujitupa kifudifudi mbele ya Daudi. Hili halikuwa tendo la unyenyekevu tu, ilikuwa kilio cha kuomba rehema Akiwa na mavazi yamejaa vumbi, alizungumza kwa sauti iliyojaa hekima ambayo ingebadilisha historia. Bwana wangu, hatia iwe juu yangu peke yangu. Maneno haya yalining'inia hewani kama upepo wa ghafla. Daudi akiwa ameshika upanga alisita. Haya hayakuwa aliyotarajia. Abigaili aliendelea, sauti yake ikiwa imara licha ya hatari. Alikiri upumbavu wa Nabal, lakini akaomba msamaha Hakumtetea mume wake, alizungumza ukweli tu. Tafadhali usimwangalie huyu mtu mwovu Nabal, yeye ni kama jina lake. Jina lake linamaanisha mpumbavu na upumbavu huenda naye. Samueli wa kwanza ishirini na tano mstari wa ishirini na tano. Kisha abigaili akafanya jambo la kipekee, alizungumza kuhusu hatima ya Daudi Ei, hey Bwana atalifanya nyumba ya Bwana wangu kuwa ya kudumu, kwa kuwa unapigana vita vya Bwana, wala uovu hautapatikana kwako maadamu unaishi. E, Samueli wa kwanza 25, mstari wa 28. Maneno yake hayakuwa ushawishi tu, alimkumbusha Daudi yeye ni nani: mtu wa moyo wa Mungu, mfalme ajaye, mtu ambaye hakupaswa kujitia doa kwa kumwaga damu isiyo ya lazima kisha kwa hekima ya ajabu akamwonya, wakati Bwana atakapomfanyia bwana wangu mambo yote mema aliyomwahidi hutakuwa na mzigo wa damu isiyo ya lazima moyoni mwako. Samueli wa kwanza 25, mistari wa thelathini hadi thelathini na moja. Abigaili hakuwa anaokoa nyumba yake tu, alikuwa anamwokoa Daudi kutoka kwake mwenyewe. Mfalme ajaye alisimama kimya, pumzi yake ikatulia, mkono wake ukalegea kwenye upanga. Abigaili alikuwa amefanya jambo lisilowezekana. Daudi akiwa ameathiriwa na kuguswa na maneno yake, akashusha silaha yake. Asifiwe Bwana Mungu wa Israeli aliyekutuma leo yunikutane nami, e Samueli wa kwanza 25, mstari wa 32. Kwa tendo moja la ujasiri, Abigaili aligeuza hasira, akaokoa maisha ya wasio na hatia na akamrudisha mfalme kwenye kusudi la Mungu. Lakini safari yake haikuwa imeisha bado alipaswa kurudi kwa Nabal na habari aliyokuwa nayo ingemtetemesha kabisa. Abigaili akarudi nyumbani akiwa na uzito wa yaliyotokea usiku ule. Alikuwa amezuia maangamizi, akaokoa nyumba yao na akamkumbusha Daudi kusudi lake la kiungu, lakini bado kulikuwa na jambo moja halijamalizwa. na Nabal alipoingia nyumbani, kelele za vicheko vya ulevi zilijaa kila kona. Hapo alikuwa akisherehekea kama mfalme, bila kujua kuwa karibu afe usiku huo. Nyumba ilikuwa inafurahi kana kwamba hakuna kilichotokea, divai ikimwagwa, watumishi wakihangaika huku na kule. Abigaili hakusema neno, alijua hakuna maana kumkabili mpumbavu mlevi, hivyo akasubiri asubuhi. Ilipofika jua likiangaza vilima, Nabal aliamka kutoka usingizi wa ulevi. Akili yake ilikuwa imeanza kufunguka lakini hatima yake tayari ilikuwa imeshafungwa. Abigaili alimwendea kwa utulivu na kumweleza kila kitu jinsi Daudi alikuwa karibu kuwaua wote, jinsi alivyokusanya zawadi na kuenda usiku kumwomba rehema, jinsi Daudi alivyosamehe lakini ni kwa sababu ya yeye. Rangi ikamtoroka usoni mwa Nabal. Akakakamaa mwili wake ukawa mgumu, pumzi yake ikawa hafifu. Mshtuko ulimkamata kama mtego. Biblia inaeleza kile kilichotokea kwa maneno ya kutisha , moyo wake ukafa ndani yake, akawa kama jiwe. Samueli wa kwanza 25, mstari wa 37. Wengine wanaamini alipata kiharusi; wengine wanasema ni hofu kubwa iliyomshika. Lakini kwa vyovyote vile, Nabal alikuwa tayari mfu anayetembea. Kwa siku kumi aliishi bila kuweza kufanya chochote, hali yake ikizidi kuwa mbaya. Kisha Mungu mwenyewe akampiga. Nabal alikufa esi kwa mkono wa Daudi bali kwa hukumu ya Mungu. Kiburi chake kingaliharibu familia yake yote. Utajiri wake, mamlaka yake, kiburi chake, e, hakuna kilichoweza kumwokoa mbele ya haki ya Mungu. Lakini wakati hukumu ilimshukia Nabal, kibali kilikuwa karibu kumshukia Abigaili habari za kifo cha Nabal zilipomfikia Daudi, hakuwa na furaha ya kisasi binafsi, bali heshima kwa Mungu. Asifiwe Bwana aliyenitetea dhidi ya Nabal kwa kunidharau. Samueli wa Kwanza ishirini na tano mstari wa thelathini na tisa. Daudi alitambua kuwa kisasi ni cha Mungu peke yake. Mikono yake ilibaki safi na haki ilitendeka. Lakini jambo lisilotarajiwa likatokea, Daudi alimtuma mjumbe kwa Abigaili, si kwa maneno ya shukrani bali kwa ombi la ndoa, njoo uwe mke wangu. Abigaili alitoka kuwa mke wa mpumbavu hadi kuwa malkia mtarajiwa. Bila kusita alikubali. Safari hii hakupanda punda kwa hofu, bali kwa furaha akiwa ameambatana na wajakazi wake. Aliacha maisha ya huzuni na kuingia katika hatima mpya iliyojaa kibali cha Mungu. Hekima yake haikuokoa maisha tu, ilibadilisha hatima yake milele. Safari ya Abigaili ilipata mwelekeo mpya, akiwa mke wa mtu mpumbavu na mwenye kiburi hapo awali, sasa alikuwa mke wa mfalme mtarajiwa. Lakini hadithi yake haikuishia kwenye ndoa ya kifalme urithi, wake uliendelea hata baada ya maisha yake kuisha. Alipoondoka kwenye mali ya Nabal hakuacha tu mali na fedha aliacha maisha ya wasiwasi ambako alipaswa kuishi chini ya maamuzi mabaya ya mume wake. Sasa alikuwa sehemu ya mpango wa Mungu unaotimia mbele ya macho yake. Lakini maisha kama mke wa Daudi hayakuwa rahisi. Daudi alikuwa mtu aliyekuwa akikimbia kila wakati akimtoroka Mfalme Sauli akiwaongoza wapiganaji wake akipigana vita mfululizo. Kuolewa naye kulimaanisha mateso, uhamisho na hatari. Abigaili hakuingia kwenye jumba la kifalme lililojaa anasa, aliingia kwenye maisha ya mahema ya kivita na hali isiyo na uhakika. Lakini hakulalamika wala hakusita, alijua alichokichagua, akitambua kuwa upako wa Mungu ulikuwa juu ya Daudi. Tofauti na Nabal aliyemkataa Daudi, Abigaili aliamini kikamilifu katika wito wake. Lakini kulikuwa na changamoto nyingine. Daudi alikuwa na wake wengine. Wakati huo, Daudi pia alikuwa ameoa Ahinoamu wa Yezreeli. Tofauti na Abigaili ambaye alijulikana kwa hekima na busara, hakuna mengi yanayosemwa kuhusu mchango wa Ahinoamu katika maisha ya Daudi. Wataalamu wengine wa Biblia wanaamini kwamba huenda Abigaili alikuwa mke wa kuaminika zaidi kwa Daudi, si kwa uzuri tu bali kwa akili yake, uwezo wa kushughulikia hali ngumu na imani yake thabiti katika mpango wa Mungu. Hata kama mke wa Daudi, maisha ya Abigaili hayakuwa bila mateso. Wakati Daudi na watu wake walikuwa mbali, msiba ulitokea. wa Maleki walivamia kambi yao huko Siklagi, wakaichoma moto na kuwachukua mateka wanawake na watoto, including Abigaili. Ilionekana kana kwamba hadithi yake ingetamatika kwa huzuni, lakini Daudi hakukaa kimya. Kwa uongozi wa Mungu, aliwaongoza watu wake kuwafuatilia wa Maleki. Walipigana kwa ujasiri na kwa mkono wa Mungu, Abigaili alikombolewa pamoja na wengine wote. Ilikuwa ni wakati wa nguvu sana katika hadithi yake. Yeye aliyemwokoa Daudi hapo awali, sasa alikuwa ameokolewa naye. Miaka ilivyopita na Daudi akawa mfalme wa Israeli, jina la Abigaili lilibaki kama alama ya hekima. Ingawa historia haijaandika kila undani wa maisha yake ya baadaye, athari yake katika maisha ya Daudi haipingiki. Matendo yake hayakuokoa maisha tu, yalithibitisha kuwa hekima na busara vinaweza kubadili mwelekeo wa historia. Alionyesha kuwa tendo moja la ujasiri, hatua moja ya kutii mpango wa Mungu, linaweza kubadili hatima. Hadithi ya Abigaili mara nyingi inafunikwa na wahusika maarufu katika maisha ya Daudi kama Goliathi, Bathsheba, Sauli na Yonathani. Lakini mchango wake ulikuwa mkubwa vilevile vile. Hakuwa tu mwanamke mwenye hekima, alikuwa mwanamke wa vitendo, mwanamke wa imani, mwanamke aliyejua kusikia sauti ya Mungu na kutenda kulingana nayo. Hadi leo jina lake linakumbukwa kama mfano wa hekima, unyenyekevu na ujasiri. Hadithi yake ni changamoto kwetu sote. Je, tutachukua hatua kwa imani wakati fursa inatokea? Je, tutaamini mpango wa Mungu hata unapokuwa hauonekani wazi? Je, tutachagua hekima badala ya woga? Abigaili alifanya hivyo na kwa sababu hiyo jina lake limeandikwa katika historia kama mwanamke aliyebadilisha kila kitu. Hadithi ya Abigaili si ya zamani tu, ni somo hai kwa kizazi cha sasa. Katika dunia ambayo mara nyingi hupuuza hekima, unyenyekevu na utii kwa mpango wa Mungu, Abigaili anasimama kama taa ya mwanga, mwanamke aliyechagua hekima badala ya hofu ujasiri badala ya ukimya, imani badala ya mazoea ya jamii. Katika wakati wa giza na hatari, Abigaili hakukaa kimya. Alisimama kati ya hasira ya mfalme na upumbavu wa mume wake, akatumia maneno yenye hekima kuokoa maisha na kubadilisha hatima. Ni ukumbusho wa kwamba hata katika hali ngumu, Mungu anaweza kutumia mtu mmoja mwenye imani kumgeuza mwelekeo wa historia. Masomo kwa kizazi cha sasa cha sasa cha Wakristo. Hekima ni hazina isiyozeeka. Katika dunia yenye kelele nyingi na maamuzi ya haraka, tunaitwa kujifunza kusema kwa busara hata mbele ya hasira, shinikizo au upinzani. Abigaili alionyesha kwamba maneno ya hekima yanaweza kuzuia maafa na kuleta mabadiliko makubwa. Ujasiri wa kiroho ni muhimu. Mungu humwinua yule anayeamua kusimama kwa ajili ya haki hata kama anasimama peke yake. Abigaili hakusubiri ridhaa ya watu, alitenda kile kilicho sawa mbele za Mungu. Usimdharau mtu kwa sababu ya nafasi yake. Mungu anaweza kumpandisha yule anayeonekana kuwa wa mwisho na kumweka mahali pa heshima. Abigaili aliyekuwa mke wa mtu mpumbavu alikuja kuwa malkia wa baadaye. Wanawake wana nafasi ya kipekee katika mpango wa Mungu. Kama Abigaili, wanawake wa leo wanaweza kuwa waokozi wa familia, jamii na hata kizazi kizima. Hekima yao inaweza kuwa ngao ya nyumba na dira ya kizazi kijacho. Usiogope kuingia kwenye mpango wa Mungu hata kama unaonekana kuwa hatari au usiotabirika. Kama Abigaili, unaweza kuwa chombo cha amani, mkombozi wa wengine na mwakilishi wa hekima ya mbinguni hapa duniani. Mungu anatafuta wale walio tayari kutenda kwa imani si kwa hofu. Wewe pia unaweza kuandika historia yako kwa utii, kwa imani na kwa ujasiri. Hatima yako inaweza kubadilika unapompa Mungu nafasi ya kukuongoza. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali penda toa maoni yako na jisajili kwa ajili ya hadithi zingine za Biblia zenye kutia moyo na kufundisha. Tunaendelea kuchunguza maisha ya wahusika wa Biblia na kuvua hazina zilizojificha kwa kizazi chetu. Usikose kujifunza kutoka kwa wahusika wa Biblia kama Abigaili ambao walitenda kwa imani, wakaacha alama ya kudumu. Shalom wapendwa. Mungu akubariki unapochagua kutembea kwa hekima.